Pentekoste hii inaangukia katika mwaka muhimu kwa taifa letu, mwaka wa uchaguzi mkuu. Hili ni tukio la kihistoria linalohitaji tafakari ya kiroho na mshikamano wa kitaifa. Tunaitwa na Roho Mtakatifu kuombea Tanzania ipate viongozi waadilifu na uchaguzi wa haki, amani na usawa. Tunapaswa kushiriki mchakato huu si kwa jazba au matusi, bali kwa maadili ya Kikristo kwa kuletea ukweli kwa hekima, kutetea ukweli kwa hekima, kuheshimu maone ya wengine na kuepuka lugha ya chuki. Tukirejea Matendo ya Mitume sura ya 4 23 hadi ya 31, tunaona kanisa la mwanzo likikusanyika kwa sala wakati wa misukosuko ya kijamii na kisiasa. Kwa maombi yao, Roho Mtakatifu aliwajalia ujasiri wa kutangaza injili bila hofu. Nasi pia katika mazingira yetu ya leo tunaitwa kuwa mashahidi wa injili ya amani na upatanisho, tukiwa watu wa sala, busara na uwajibikaji wa kijamii. Hii ni fursa ya kutafakari kwa dhati wito wetu wa Kikristo. Je, ni kwa namna gani familia zetu ni shule ya imani na upendo? Je, jumuiya ndogo ndogo zetu ni chemchemi ya mshikamano mshikamano? Je, sisi ni vyombo vya matumaini, hasa kwa maskini walioguzwa na vijana wanaohangaika kutafuta maana ya maisha na anatuita kuamka kutoka usingizi wa kutojali au kukata tamaa. Anatuita nguvu ili anatutie nguvu ili tuweze otuwe manabii ya matumaini katika kizazi hiki, tukikemea uovu kwa hekima, tukilinda utu wa binadamu na kushiriki katika maisha ya kijamii kwa misingi ya Injili. Waamini wapendwa, uchaguzi si tu tukio la kisiasa bali pia ni mtihani wa maadili ya kitaifa. Tutumie zawadi ya uhuru wa kidemokrasia kwa busara na kwa moyo wa ujenzi wa taifa. Tujiepushe na chuki, uchochezi au ushabiki usiozingatia haki na kweli. Amani ni zawadi ya Mungu, lakini pia ni matunda ya juhudi zetu. Pentekoste hii tukiwa na maujaji wa matumaini na katika matumaini, tuongane na kanisa zima katika sala hii ya mitume: Bwana utujalie sisi watumishi wako kulisema neno lako kwa ujasiri wote. Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 29. Tuwaombee viongozi wetu wa sasa na wa baadaye vyopo vya uchaguzi na wananchi wote, ili uchaguzi wa mwaka huu uwe njia ya neema na si chanzo cha vurugu na vita. Kwa maombezi ya Bikira Maria mama wa kanisa na kwa neema ya Roho Mtakatifu, Tanzania ibaki kuwa nchi ya amani, haki na upendo. Tunatumaini kila mmoja aweze kusema kama mtume Paulo, nimevipiga vita vilivyo nzuri Mwendo ninaomaliza, imani imelinda.